Ukiangalia sisi tunatafuta riziki kwa siku. Kwa ile kusimamishwa ndani ya siku nne siku tano imetuathiri pakubwa sana kisha mkuu wa mkoa atangaze kwamba watu watoke kwa wingi waendelee na shughuli, kwa sababu bado watu wana uoga. Kifupi ni kwamba tumeathirika, haya maswala hatujazoea. Sisi wa Tanzania, ni watu ambao ni wa amani, kwenye hili limetuathiri pakubwa sana, kwa sababu watu kujipanga Ukiangalia sisi tunatafuta riziki kwa siki, kwa ile kusimamishwa ndani ya siku nne siku tano imetuathiri pakubwa sana, lakini kuhusu usafiri kwa hapa Tukuyu na Kyela, na Tukuyu Mbeya na Tukuyu, usafiri unaendelea kama kawaida, lakini kuanzia walivyofungua kwamba saizi kama mtu anaendelea na shughuli zake, Kyela wakati na wa sana, mkoa wilaya ya Kyela aje toa taarifa sema kwangu bado hakujakaa sawa. Kwa hiyo alitupa muda kwamba mtakuwa mnapakia kwanza saa mbili hadi saa kumi mwisho. Lakini nikaendelea kumwomba kufikia jana akanipa jibu kwamba kwanza kuanzia saa hizi tutapiga saa moja mpaka saa kumi na mbili ambayo sisi kibiashara inatuathiri. Kwa sababu hata saa hizi ukienda pale Tukuyu gari zimerundamana sana. Hata abiria wa Kyela wanaathirika kwa sababu wanafika pale anamwambia Kyela mwisho saa kumi na mbili kwa uwezi ukashuka. Kwa hiyo imetuletea changamoto sana. Kyela ndo hamna usafiri wa bodaboda na muda waliofika kwamba ile saa 12, kisha funga kidogo, abiria ndio wanapata changamoto sana, kwa sababu hataki mtu kuonekana barabarani, lakini utakapompeleka pale kishuka inakuwa changamoto sasa, hii kwamba tafikaje na kuelekea, kwa sababu abiria mara nyingi hawaishi stendi eh, abiria anaenda vijijini. Kwa hiyo atakapata safari mwingine wa kumsogeza hapa anapoenda nyumbani kwake. Kaika sheshe iliyotokea kutoka kwenye uchaguzi mpaka sasa hivi, kuna tofauti kidogo, kuna watu bado wanauoga kusafiri kuna watu bado wanasafiri kwa sababu wanahitaji, wana mahitaji mbalimbali. Kwa bado movement haijawa already, haijawa sawa. ili movement ziwe nyingi, manake watawala, aidha mkuu wa mkoa watangaze kwamba watu watoke kwa wingi waendele na shughuli, kwa sababu bado watu wana uoga. Mimi kama mimi hapa katika maisha yangu nategemea ni barabarani. kwa hapo katikati magari yalikuwa ni nani changamoto kidogo katika usafirishaji, ila namshukuru Mungu, kwa sasa hivi tumesharejea, ila bado watu bado wanania wanauoga barabarani hawapo. kwa anachomshukuru Mungu, kwa sasa hivi tuko barabarani, kazi zinaendelea kama kawaida. wa mkoa wa Songwe, Mbeya Tunduma, siku ambazo magari yalikupo yaingii, tuliathirika, lakini kwa sasa magari yamerudi, halafu tunaendelea na shughuli zetu. Mambo yanaenda vizuri kwa kweli. La kusema ni kwamba tu tunaomba amani izidi kutawala, magari yazidi kuingia na kutoka, maisha yetu yaendelee kuwa vizuri.